au au kifungoni kifungoni tukakujia aakujia na mfalme tajivutajivu akiwaambia, niwaambia amini amini nawaambia, kwa kadiri kadiri, hmm, mlivyomtendea hmm, mmoja wao Wambia akawaambia na wale walio mkono wa baba wa kushoto wa kushoto, jamani, ondokeni kwangu kwangu, ondokeni kwangu, ondokeni kwangu, mlio laaniwa begeze, mlio laaniwa mwende katika moto eeenapotoubo aliawelekewa tayari

katika adhabu ya milele atakatika munto bali wenye haki wenye haki watakwenda katika uzima wa milele wa milele. Nani aliyesema haya? Yesu umweny

Mungu anaandika, kuna vitu Yesu anaandika. Anaandika mwanzo wako wote na anaandika mwisho wako wote, anaandika maisha yako yote, anaandika utemee wako wote, anaandika hata kama unafanya Anajua mwanzo wa kila mtu na anajua mwisho wa kila mtu. Yesu anaangalia watu, anawasoma watu, anawaelewa watu. Yesu aliwajua watu, na alipowajua watu aliwaeleza mambo yao yote ya kesho na kesho kubwa, hata atakapotokea, hata baada ya miaka ishirini ish, ish, ish, elfu ish, moja itaka